Hello watu wa Mungu, karibu hapa RFK TV Online. Naitwa Madam Glory Basuta, karibu katika kipindi changu cha sauti ya faraja. Mtu wa Mungu, kipindi hiki kinakuwa kila siku ya za Jumatatu mpaka Ijumaa saa nane kamili mchana. Mtu wa Mungu, na kuomba usisahau kusubscribe, comment kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Watu wa Mungu, mara nyingi sana tumekuwa tukifanya vitu ambavyo baadaye tunakuja kupata shida mbalimbali hata kupelekea msongo wa mawazo na hata kupelekea magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na msongo wa mawazo. Sasa leo nimekuja na mambo matatu ya kusema na moyo wako kila kukicha, ili tuondokane na haya mambo ya msongo wa mawazo ya kutuletea shida katika afya zetu. Watu wa Mungu, jambo la kwanza ni kujiambia kila siku kuwa sitapoteza furaha yangu. Unawezekana kila siku unakuwa mtu mwenye huzuni. Furaha iko moyoni mwako, furaha iko ndani yako. Ni kutokana na nini? Na wewe kusikia mambo ya watu ambayo yanakusema wewe au hata watu wengine kufanya vitu makusudi kwako ili tu wakupotezee furaha yako, uweze, uweze kupata msongo wa mawazo. Mwisho wa siku inakupelekea magonjwa mbalimbali katika miili yetu, kama matatizo ya afya ya akili na vitu vingi sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili uondokane na shida hiyo, unatakiwa kila siku kujiambia kuwa sitapoteza furaha yangu. Yani, ukipoteza furaha yako umepoteza nguvu ya kusonga mbele. Kwa maana mtu mwenye huzuni hawezi kufanya jambo lolote, anakaa amejikunyata turi akiwa na huzuni yake moyoni. Na pia usiruhusu maneno ya watu ya kuvunje moyo, yaani sahau yote yaliyopita, wewe ishi kwa furaha siku zote. Utaona ni jinsi gani ambavyo utaendelea kusonga mbele, utapambana na vitu vyako katika maisha yako, utakuwa mtu wa furaha siku zote na wala furaha haitaondoka katika maisha yako. Jambo la pili la kujiambia kila siku ni sitalaumu au sitalalamika. Tumekuwa tukilaumu watu, tukijilaumu hata sisi wenyewe, tukilaumu familia zetu, tukilaumu mabosi zetu, tukilaumu hata watu ambao tunafanya nao kazi, na kulalamika kumejaa kwetu. Kwa nini mimi hivi, mwenzangu hivi? Kwa nini mimi hivi, mwenzangu hivi? Mtu wa Mungu, hebu acha kulalamika kila mtu ana riziki yake. Kila mtu ana baraka zake. Kila mtu Mungu amemwekea vile ambavyo ndivyo ambavyo alimuumba huyo hawe hivyo katika hii dunia. Kwa hiyo mambo haya ya, na, ya kulalamika na kujilaumu ndio sababu kubwa sana ya kufanya ubongo wako usifanye kazi kwa bidii. Yaani unakaa ukiwa unasononeka tu unalalamika, kuwa ubongo wako unalala. Unakuwa muda wote ni wa kujilaumu, muda wote ni kulalamika. Kwa hiyo ubongo wako unakuwa umekwambia umeshindwa au huwezi kufanya kitu, ndio maana unalaumu na kulalamika. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kila siku, hebu jiambie kuwa sitalalamika na wala sita laumu mtu yoyote. Na jambo la tatu kabisa, la mwisho, la kujiambia ni kuwa nitajaribu tena. Anza kuwa na amani, anza kuwa na kuamini kuwa wewe unaweza na hilo litawezekana. Kwa hiyo, jaribu tena. Kama ulianguka mara ya kwanza, inuka, jikungute, jaribu tena. Jinsi unavyofanya kitu mara nyingi, ndipo ambapo unapata uzoefu wa kitu hiko. Lakini ukifanya kidogo, ukikosea, ukiacha kujaribu tena, hautaweza kufanya hata ubongo wako nao utakuwa hauwezi kushauri, hauwezi kufanya vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo jaribu leo, fanya kitu hiki, kesho fanya, kesho kutwa fanya, yani jinsi unavyofanya vile ndio ambavyo utakavyoweza, utakavyokuwa mzuri katika jambo hilo. Kwa hiyo usiache kujaribu tena, mtu wa Mungu. Asanteni sana, ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja ambapo leo nilikuwa nazungumzia mambo matatu ya kusema na moyo wako kila kukicha, ili ulete mafanikio, ili uishi vile ambavyo Mungu anataka wewe uwe, alikuleta katika dunia hii. Karibuni tena kesho katika kipindi changu kingine cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwa kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa nane kamili mchana. Lakini mtu wa Mungu, usisahau kusubscribe hapa RFK TV Online. Usisahau kucomment kwenye hii video, usisahau kulike hii video na kushare hii video kwa wengine, ili nao watu waweze kujifunza mambo haya ya kusema na moyo wao kila siku. Asanteni sana. Mungu anatupenda, tubarikiwe mno.